Yes uh, karibu sana ndugu mtazamaji wa Baraka One TV kukuti ambako unakuwa kunasikiliza matangazo yetu ikiwa ni saa tisa e, saa za Afrika ya Kati ikielekea saa kumi majira ya Afrika Mashariki na tarehe ishirini na tano za mwezi wa tatu, 2025. Na, na mimi ni Urajab Akili Kabonge, the one and only town djp. Asante sana kwakuna kuwa pamoja na Baraka One TV tokea Uh, siku zote hizi tunakuwa tunashirikiana kwa sehemu kubwa, na pia inatufanya kuweza kuzidi kusonga mbele na kufanya vitu tofauti tofauti kwa sababu ya um, uh, unajua kwamba nyinyi ambao mko mnatutizama ni watu muhimu sana na mnahitaji kupata vitu, uh, vitu vingi so, um, uh, saa tisa hii ndugu zangu tutazungumzia masuala ambayo yanawatia wasiwasi na mashaka makubwa M ishirini na tatu tokea tukio la wao kuweza kupata e, yale matatizo ye, ye, yale mateso kule walikale, na kuweza kupoteza watu wengi sana, na wakaandika barua kwamba wataondoka walikale na sehemu zingine zote na, na pia e, kuacha kupigana e, swala jambo limekuwa ni tofauti tokea waweze kuandika ile barua baadaye Lawrence Kanyuka ambaye ni msemaji wa M23 amegeuka na amekuja na barua nyingine upya tofauti na ile ambayo walikuwa wameandika. So hilo pia tutagusia kuhusiana na Bukavu, jinsi uh, M23 imewaweza, imewafungia, imewatia mu confinement watu wa Bukavu kutoku exprime, um, namna yao kuto kuonyesha kwamba wanachukizwa tunajua ndani ya demokrasia watu wanakuwa wako uhuru kuweza kuongea ambacho kinawasibu lakini hiyo imekuwa ni tofauti sana kwa Bukavu maana hawaruhusiwi maandamano hawaruhusiwi mikusanyiko hawaruhusiwi kufanya kitu chochote kile isipokuwa tu ni wabaki hivyo hivyo jinsi walivyo so hiyo inakuwa iko ni, ni, eh, ni ngumu sana kwa serikali ya jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo kuendelea kuangalia jinsi raia iko inateswa jinsi iko inateseka ukichukua statistics yatokea hao jamaa walivyokuja kuingia Bukavu, maisha yalikuwa ya kawaida sana kwa Kongomani as usual, lakini baada ya magaidi kuingia Bukavu na Goma maisha yamekuwa magumu zaidi. Kwa sababu mmoja, hakuna kazi ambazo watu wanafanya, ina maana hakuna production. Secondly, bank hazifanyi kazi, umeelewa? biashara kubwa kubwa zote azifanyi kazi so ina maana maisha ni magumu tofauti na hapo mwanzo. Na jambo la kutisha zaidi ni kwamba watu wanauliwa kila kukicha, tofauti na jinsi ilivyokuwa hapo awali. Ndio maana unaambiwa kwamba gaidi mwasi ni wamoja, hawajawahi kuja kwa ajili ya development ya maeneo, ila wanakuja kwa ajili ya kuweza kuji kujilimbikizia wao wenyewe. So haya mambo makubwa mawili ndio tutakwenda kuyajadili eh, kwa, kwa sasa hivi. Mm, watu wengi wamekuwa wakilalamika sana M23 M23 M23 M23, lakini inabidi kwanza twende nalo hivyo. Karibuni sana ndugu zangu ambao mko mko mnatutizama. Um, Operation Saidia Muzalendo iko inaendelea na tumeanza anza lakini anza. Uh, bado tungali na mambo mengi ya kufanya uh, tungali na kazi kubwa ya kufanya kwa ajili ya wazalendo ambao wako uh, wanapigania taifa so, Uh, wote kwa pamoja jamani, kama una chochote ambacho unataka kuweza kufanya unaweza ukachangia pia, unahitajika kuungana na Baraka One TV uh, namba zetu hizo hapo kwa screen unaweza ukazitumia hizo una, ita kufanya, na itakufanya tuweze kuwasiliana vizuri sana na uh, kuanza hizi harakati pia, tembelea Baraka One TV Channel 2 iko pia YouTube sukarsa pia kusubscribe kushare na kulike pia B1 TV channel 2, ambayo pia itakufanya kuweza kugundua mambo mengine mengi na kukutana na vitu vingi ambavyo eh, tuko tunafanya. Na shukrani za dhati kwa wote ambao mko mnazidi kuwa pamoja na Baraka 1 TV, tunashukuru sana kuona ushirikiano wenu jinsi unazidi kuwa kwa kasi kila kukicha. Eh, hatuachani bali tunazidi kusonga mbele. Naam, ndugu zangu tuanze na hili swala la walikale magaidi waeme ishirini na tatu. Baada ya kuweza kupata hasara kubwa walikale, eh, ikabidi wawe, wa, waombe, eh, waombe po, hii tunasema kuomba eh, kuomba kwamba, oh basi eh, tusipigane atopigana tena tunataka tunataka kujiondoa, tutatoka kwa wale wachache ambao walikuwa wanabaki. Kumbe hawa jamaa sio watu wa kuaminika hata kidogo. Unaona, hawa sio watu wa kuaminika hata kidogo, ni, ni manyangau wa hali ya juu. Ona kitu ambacho Lawrence Kanyuka amekuja kukiandika baadaye, siku mbili tu baada ya wao kutangaza kwamba watajiondoa walikale, lakini E, kwa kwa, kwa mtazamo wangu, kwa muonekano wangu, ilikuwa ni janja janja zao za kutaka kujipanga e, baada ya kipigo ambacho walikipata, ikabidi wasingizie kwamba wataondoka ili wa, e, wache yale maeneo na hivyo e, wakajipanga tena upya. Um, Lawrence Kanyuka wanasema hivi um, kutokana na jinsi ilivyopangiwa eh, magaidi wa ishirini na tatu kuweza kujiondoa eh, kwenye maeneo ya Walikale pamoja na maeneo yote ambayo yako kando kando mwa Walikale, hiyo eh, siku ya Jumatatu tarehe ishirini na nne za mwezi, eh, wa tano, mwezi wa tatu elfu mbili na ishirini na tano eh, Lawrence Kanyuka M23, ambaye ni msemaji wake, wameweza ku, e, kutoa tangazo agizo kupitia mtandao wa X kwa jamii ya taifa pia na kimataifa, e, wakisema kwamba e, bila kuenda mbele wala nyuma, baada ya kuweza kusema e, kwamba wanafanya ceasefire, lakini wao wanaishutumu FRDC pamoja na wazalendo e, kukipa kisogo. Eh, agizo hilo la ceasefire, na hivyo inakuwa ni tofauti na jinsi walivyotoa eh, kwenye tangazo lao la jana yake eh, tarehe ishirini na tatu eh, mwezi wa tatu elfu mbili na ishirini na tano FRDC pamoja na wazalendo eh, wameweza ku, hawakutoa eh, vikosi vyao vya mashambulizi ambavyo viko pembeni ya Walikale. Kuna drones za mashambulizi ambazo ziko maeneo ya Walikale na hivyo jinsi hawakuzitoa zile drones yali maeneo ya pale, na wao pia uh, wanasema hawatotoka walikali wala maeneo yote ambayo wanapatikana. Kupitia mtandao wa X Lawrence Kanyuka amesema hivyo. Kitendo cha vikosi vya FRDC na wazalendo kuendelea kuwa kando kando mwa Walikale pamoja na drones zao za mashambulizi inaweza inaleta kuvuruga kwa, kwa mipangilio ya amani ambayo tayari ilikuwa imekwisha kupangiliwa, na hivyo kufanya M23 kuwa na wakati mgumu wa kuweza kuondoka. Wataondokaje wakati wanazingirwa na wazalendo pamoja na FRDC? na wakati kuweza ku, ku announce kwao kwamba wataondoka kulipokelewa kwa, eh, kwa shingo yenye kunyoka kwa serikali ya Rwanda ambayo iliweza kukubali hilo tukio na ku appreciate pia hata Qatar, eh, ambako Kagame alikutana na Felix nao pia waliweza eh, kukubaliana na hilo swala na hata serikali pia ya DRC kupitia jeshi la taifa FRDC, nao pia walisema Uh, kitendo cha wao kujiondoa pale ni jambo la maana, na hivyo wanawaangalia jinsi watakavyotoka. Lakini baadaye siku moja baadaye pia M23 ikaja ikageuza mpango wake na kusema haitaondoka mpaka FRDC iondoe drones zake ambazo ziko kando eh, kando ya walikali na wazalendo pia waweze kuondoka kando eh, kando ya walikali ili wapate namna na ya kuweza kuondoka. Unaona, M23 au sasa ndo magaidi wa M23. Niko najiuliza kwa nini serikali ya Kinshasa uh, iko nashindwa ku, uh, kufanya jambo moja uh, kwa pamoja, pamoja na wazalendo wazalendo wao. Masuala ya, ya ceasefire, maswala ya negotiations wala hata hayana mpango kwao wala hata hayawahusu, unaona? Ambacho kiko hapa ni wazalendo kuweza kupewa kazi na waingie kazini, wafanye kazi jinsi kufanya kazi. Sasa hivi kuna wazalendo maelfu wa wazalendo ambao wamekwisha kujiunga kutoka mikoa mbalimbali, na wote wamekusanyika kwa lengo la kusema kwamba waende wapiganie taifa. Unaona bwana, sasa kama wazalendo wamekuja sehemu mbalimbali hivi eh, wote lengo lao likiwa ni kwenda kupigana eh, ngambo za, za Bukavu kule mabunyakiri mawapi mawapi kote kule mawalungu ma, ma makaziba ma, ma marurambo sehemu zote ziko na wazalendo. Yaani, wazalendo ndo wanajele milima yote Shiro. Sasa haina haja ya, ya serikali kusema kwamba inaweza ikakamatia ika kitu kwa, kwa, kwa, kwa rejareja hivi na ikose kuwa eh, kuwa encourage beaucoup plus wazalendo ambao wako determine kuweza kumpiga adui kumtoa mahali ambapo anapatikana na kuweza kusonga eh, mbele kuendelea na komboa maeneo yote ambayo yako mikono ya adui. Tayari M23 wamekusha kuonyesha eh, makucha yao tena kwa mara nyingine na kusema kwamba eh, kitendo hicho wao hawataondoka tena walikale. Walikuwa wanajiranforce Ona, walidanganya serikali, wakadanganya jamii ya kimataifa huku wakiwa wako wanaongeza idadi ya wanajeshi baada ya kupoteza wanajeshi wengi, na kuambia kwamba wasipigane, wao wanaongeza idadi ya wanajeshi sasa. Hii yote tumeambia serikali, ujumbe zote serikali inajua kwamba hao jamaa wako wanaongeza ramforu zingine pale walikale, mnafanya nini? Mtakumbuka tu kwamba serikali ya Kongo iliweza kutangaza kwamba ndege yote yenye haiko ya RDC kuruka muanga ya RDC waterupo, lakini ndege ziko zinakuja kutoka Rwanda, zinaingia sehemu zenye kuko maadui na zinaondoka bila kujulikana. Hiyo inakuja kujulikana baadaye zishaondoka, ndio watu wanajua o ndege zilikuja. Ndege zifanye zinatokea wapi? Hazijulikani. Je, serikali yetu inasimamia wapi? yote ambayo tunawaambia, yote ambayo tunawapekea message wanapata, lakini kufanya action sasa inakuwa kuna kuwa uh, ni ngumu kidogo. Kwa hiyo ndugu zangu, uh, tuko tunaguswa na serikali ambayo sometimes unakuwa ni e, ni watu kutokuelewa na kutokufanya kitu ambacho kinastahili kufanya kulingana na nyakati. Na mimi siku zote, siku zote siwezi kuilaumu hii serikali kwa sasa hivi. Ah uh ah. -uh. Lawama za hii serikali ni kwa wananchi sisi. Makosa ambayo tunayafanyaga ya kuwa bapopuliste, none populisme iko mingi sana mu Bakongole, populisme iko mingi sana mu Bakongole. Hivi hii vita ikienda kuisha, sikia kisi batamkomisa bata, bata bata fachi, sikia kisi batampandisha fachi kutope, sikia kisi batamsifia fachi kutope. Yaani watamsifia ku degree moja bana bana sawa kwamba eh, mu 100% fachi kuna faiblesse ya 80%. Lakini utasikia watampandisha, we na wengine wataanza ku declare ke agombee tena, aendelee kutawala nchi. Afeki ma faiblesse zote zinto, bon, c'est notre president bien sur. Lakini fachi iko faible moja ya niveau yenyewe. <laughs> Ingekuwa sema ni, ni marishari Mabutu ndio iko kupuvari saa hizi ama ni mzee Laurent Desire Kabila? Kama hatuko mwinifu na hii yote iko lie na nini, na sisi wenyewe Wakongomani, makosa ambayo tumewafanya kuwapigia kura ama kukubali sawa kuongozwa na watu ambao hawana makao makuu ndani ya nchi hii. Vitu vingine inabidi tuvibadilishe, sawa. Inabidi tubadilishe sisi wenyewe. Sisi wenyewe wananchi ndio wa kubadilisha mambo mengine. Endapo tutabakia kuwa watumwa, watumwa miaka yote, basi tutakachokutana nacho kitatutia aibu moja ambayo e, sio ya mzaa. Kwa hiyo ni lazima tusimame na tuangalie tunatoka wapi, tuko wapi na tuko tunaenda wapi. Serikali ye, ambayo iko serious kabisa hawezi kaa na huu mzamba huo huko hapa. Ah, Burundi ilitangaza hapo. Mchezo wote wa Rwanda ambao mko mnafanya tunaujua. Na endapo mtajaribu kutu uh, kutushambulia kupitia Uvira na sisi tutashambulia Kigali kupitia ki, Kinindo. Hatuta sita kuingia Kigali. Eh. Hatuta sita nyewe mtakuja Uvira na sisi tunaingia Kigali. Unasikia serikali yenye iko serie, serikali iko very very serious. Lakini si serikali yetu, ni serikali moya yenye hata muambie una tunaambiwa hivi na hivi, mko mnakubali. Seselefe ya M23 ni mara ngapi? Washaambia seselefe, lakini hawata respect seselefe. Ni mara ngapi? So mara moja, so mara mbili hmm? Ukiachana na hilo suala la selefe, swala nyingine ni kwamba M23 wameweza kuwa kamata mateka raia eh, wote wa Bukavu na sio Bukavu tu, maeneo zote ambazo wao wanamiliki wanaambia, hakuna mtu yoyote yule kuandamana. Mtu yoyote haruhusiwi kuandamana, haruhusiwi kulalamika, haruhusiwi kutoa maoni yake. Yeye ni wakukaa tu, kuambiwa simama, anasimama tembea anatembea, lala analala, fanya hivyo anafanya hivyo. Wali, wa, wa, wakati wanawadanganya wanawambia kwamba uh, mtakuwa mnatembea 24 24, leo mku natembea, kuambia dire par jour eske mku na liberte totale pale Bukavu, Goma na sehemu zingine. Hakuna, wanawaletea mipangilio yao wao wenyewe, mtatembea jinsi wao wanataka Hakuna raia yeyote yule kuandamana, hakuna raia yeyote yule kufanya kinye yeye anajisikia kufanya, inabidi wote wasimame wafuate, eh, kanuni za M23. So hii inakuwa iko ni confinement, kwa hiyo raia wa Bukavu wako confine. Mesure hizo zitoka depuis jana na hole wake, kwa mtu yote ambaye ata atakaidi mambo inakuwa ni hatari sana. Jamani Bukavu, inabidi tusimame. Hawa watu hawezi kutushinda. Hebu tuwahesabu kwanza emission za tumbuka ni wangapi? Wakati mwingine wanasemaga kwamba uh, raia wanakuwa wanajiliberewa wenyewe. Tusi sasa tungoe serikali, serikali, uh, hi hii serikali ya Felix ni serikali kwanza iko na superior wa ndio wazalendo kupigana. Unasikia kuminike ya ya ya, ya FARDC iko naambia ke waz, wazalendo wasipigane. Unaona upuzi niko mkichwa huko, wasipigane juu M23 isha badanganya ki aita pigana, e, na wapi wanasema wana, kwa hiyo na sisi tusipigane na uzalendo msipigane, kitu ambacho ni cha cha cha hatari sana. Mzalendo yuko pale juu ya kupigana, kisha wewe tu simple communique ya, ya M23 mnasidi unasema kuna upigane, so hii haiga aingia kilini. Kwa hiyo Bukavu inabidi msimame. Bukavu na Goma. Mimi niko naombea hivi mara mingi. Bukavu na Goma nguvu yenye mtaanza kuonyesha pale. Maandamano kila siku. Hawa ah, hawezi zuia watu wasiandamane. Bongo yao bo ile. Eh? Si unasema kile mwenye ataandamana atakiona cha moto haya? Tunasimama tunaingia barabara. Bana huo senki leo. Kesho tena tunaingia barabara. Bana huo senki. Kesho tuna ingia barabara bana huo dis. Kesho tuna bana huo wengine kenz. Sawa? Tuo tu na konte mamo. Bana huo 50. Tutaingia barabara sasa, tutawafata ni ku quartier general yao. Na kule itakuwa ni kukamata na mambo itaharibika, ita watakimbia wao wenyewe. Mabariki wale kimbia Somali. Mhm. Bana kimbia aga. Hakuna force nyingi pale ya kushinda population. Hakuna. Lakini ni ile tu tunajikuta kwamba tuko na populasion moja yenye iko na uoga wa hali ya juu. Population iko inaogopa, iko inaogopa kujimanifeste, iko inaogopa kuonyesha kwamba trop c'est trop, donc wanabakilia mwile ile. Na kitu cha kinishangaza ni kuona kwamba

Uh, sina mpango nayo, ile ni kawaida lakini, wewe ukisema ningie mu quiz day, baingia mu auditoire, biko naongea na ba petit na ba petit, biko nawapigia mikono eh, kisha baadaye ndio biko tena bana lamika, jamaa, jamaa mwana anambia hapana, ile ni uoga. Viko nasema vile tujua woga, woga gani? Ili si ni kuwantiti sasa hivi. Ili kuwantiti miswazii kama naweza, naweza mimi hata kumwangalia hivi. Siwezi hata kuenda kwenye iko aseme niende siwezi enda. id Juu adui ni adui Moshe. Ndugu zangu adui ni adui nini? Nini uh, uh, ya sielewi programu gani? Serikali ya Kinshasa, bali ni serikali ya Rwanda ndio iko pale Bukavu. Administration ya Rwanda ndio iko Bukavu. Sasa mko mnakaa mnaona e, wana magaidi wanakuja Bukavu, wanakuja pale kumasomo, wanaingia, mnapiga lisolo, mnacheka mnafurahi nao, ile inawatia kiburi, nasema kumbe watu wako pamoja na sisi. Lakini en, en, endapo mtaonyesha sura ya, ya mavi, hapana kunambia kwamba oh, cheka naye tuju. Hapana, hapana, kitu kama akikuingii akikuingii tu na, na kitu kinakuingia kinakuingia, mimi naamini kwamba, uh, kama ni mwanamke ama ni mwanaume uh, tuchukue mfano wandoa wa, wa mwanamke ambaye hauko naye ndani ya moyo wako, huwezi kuishi naye ndani ya nyumba hata kama ni mzuri kiasi gani, na mwanaume ambaye akufurahishi aku, huwezi kuishi naye ndani ya nyumba hata kama ana pesa kiasi gani. Ush, na ule mwenye utamwona anaishi mule ndani ni hipokriti, imaterialiste Ujelewa na abo materialiste ndo wao yiko ku gouvernement sasa hivi biko mgundani mgunji. Unaona, awasemi sana huku na wasemi sana huku, wako naangalia nani mwenye hata atasimama mu position ya mzuri warukie kule, si ndo wao ambao wako wanapiga vita jinsi hivi takwira, ndo wao ambao wako Bukavu na sehemu zingine. So kwa hiyo ndugu zangu, ndo mazingira ambayo yameweza kufanyika Bukavu hayo. Kwa sasa hivi, watu wa Bukavu wako mkonfirma na wako wanahangaika, wanalia sana, wanateseka sana, wanahitaji msaada kutoka kila kona kwa wazalendo, ili waweze kuokoa, maana sehemu pekee ambako itaweza kuokoa Bukavu ni Uvira, unaona eh, ukombozi wa Kongo utaanzia Uvira. Uvira ndio watu wataenda wanaokomboa mambo yote. Sasa hii, naomba tu seriosity ya ya government, hata kama Uvira inaweza ikawa iko na resistance itabakia tu kuna resistansi yake hivi tu, na wengine wanabakia kule vile vile kama bila kutia ma, maeforo ya pamoja kwamba serikali iongeze maeforo hapa Uvira juu ya kuweza kuwankurajia wazalendo na kuwa strict ile bien na kuweka mipango yote sawa, silaha e, za kutosha, zije formasyo za kutosha zifanyike. Wale wote ambao walienda kwa formasyo kwa safari hivi wote warudie, wote waje rrrrrrr. Waingilie wapi, waingilie hata Kalemi, Kalemi washuke hivi mpaka Uvira hapa waanze kupanda, ni jambo ambalo linasikana. Tuko na wanajeshi wengi ambao sasa hivi wako, wako, wako ku formation tunasubiria tu muda ufike wa ili waweze kuja ku, uh, kuendeleza harakati so, kila watu kwa upande wao wanajipanga, serikali iko najipanga na pia M23 na wao pia wako wanajipanga vile vile. Kwa hiyo ambacho kiko kinakuja huko mbele kitakuwa ni kikubwa zaidi endapo M23 watashindwa ku -respect ceasefire na kuweza kuondoa majeshi yao kulingana na jinsi Umoja wa Mataifa uliweza kuwaambia, Umoja wa Afrika Mashariki na Umoja wa SADC. No, kwa hiyo mazingira ya Bukavu ndio jinsi yalivyo hivyo kwa sasa hivi. Mengine tutaendelea kufuatilia kujua mpaka, eh, sasa hivi watu wanaishi namna gani Bukavu na nini ambacho kiko Uh, kinaendelea kwa watoto wa Bukavu. Tukutane majira ya saa kumi na mbili ambako utakwenda kusikiliza mitazamo mbalimbali kupitia Baraka One TV uh, mimi ni urajabu Akili Kabonga na fikiri ni nivoungana na sisi kupitia B1 TV channel 2, na pia kupitia Baraka One TV membership uh, ili uweze kuwa na, uh, naendeleza harakati za kuichangia Baraka One TV na ya Mzalendo bado iko inaendelea.